Mama Gifti huyu hapa anadaiwa vikoba. Kama mnataka niwekee namba yake, mtumie buku buku bukubuku. Mimi muda sina, sina mia yani. huyu mama anakopa sasa hivi, kuna mkopo unaitwa asa huko. Mimi natoa wapi mama? kwani kukopa kwa mama, madeni nayo sifa yana la yake, usiniambie Mama Gifti huyu hapa anadaiwa vikoba, kama mnataka kanataka niweke namba yake mtumie buku buku, mimi muda sina, sina mia yani, mama anakopa na madeni nayo sifa, madeni, sifa suna, sana. Kwa na usiniambie Mama Gifti huyu hapa anadaiwa vikoba, kama mnataka niwekee namba yake mtumie buku buku bukubuku. Mimi muda sina sina mia yani, huyu mama anakopa sasa hivi kuna mkopo unaitwa asa huko wapi? Kwa mama kukopa madeni nayo sifa wewe <laughs> <laughs> Mama Gift huyu hapa anadaiwa vikoba, kama mnataka kamnataka niweke namba yake mtumie bukubuku, mimi muda sina mia, yani huyu mama anakopa. Sasa hivi kuna mkopo unaitwa asa huko, natoa wapi? Mama kwani unakwenda kukopa madeni sifa. Madeni sifa, yanalaya yake sana, usiniambie ukiwa na deni Mama Gifti huyu hapa anadaiwa vikoba, kama mnataka kanataka niweke namba yake nimtumie buku buku, mimi muda sina sina mia. Yani, huyu mama anakopa anaambia vikoba Sadamu. Sasa hivi kuna mkopo unaitwa hasa huko. Sasa huyo hasa hasa mimi natoa wapi? Wewe mama kwani unakwenda kukopa wewe? Sasa mjini bila kwa madeni unaishi kwa mama, madeni nayo sifa, madeni sifa yana la yake, usiniambie kudaiwa. Mjini unatokaje wewe ukiwa na dai wewe?